Mamlaka ya vitambulisho vya Taifa NIDA imezindua rasmi huduma mpya ya ujumbe mfupi wa simu SMS utakaomwezesha mwananchi kufuatilia hatua za maombi ya kitambulisho cha Taifa bila gharama yoyote. Hatua hiyo ilianza kutumika Disemba 29, 2025 na inatumia namba maalum ya huduma ya 15274. Lengo la huduma hiyo ni kurahisisha upatikanaji wa taarifa muhimu kwa waombaji wa kitambulisho cha Taifa popote walipo nchini. Kupitia huduma hiyo mwananchi anaweza kupata taarifa mbalimbali ikiwemo kufahamu iwapo namba ya utambulisho wa taifa imeshatolewa, kama kitambulisho cha taifa kimechapishwa au kubaini mahali kilipo. Ikielezea namna ya kutumia huduma hiyo, NIDA imefafanua kuwa mwananchi anayetaka kufahamu namba yake ya utambulisho wa taifa anatakiwa kuandika ujumbe mfupi wa simu kufuata utaratibu unaojumuisha jina la kwanza la mwombaji, jina la mwisho la mwombaji, mwezi na mwaka wa kuzaliwa jina la kwanza la mama pamoja na jina la mwisho la mama baada ya hapo ujumbe huu utumwe kwenda namba 15274 aidha mwananchi anaweza kutumia namba yake ya uandikishwaji kwa kuandika kwenye ujumbe mfupi wa simu na kutuma kwa kutumia namba hiyo hiyo upande wa kufuatilia hatua ya uchapishaji wa kitambulisho cha taifa mwombaji anatakiwa kuandika namba yake y ya utambulisho wa taifa na kuituma kwenda namba 15 24. Na baada ya hapo atapokea ujumbe mfupi unaoelekeza hatua iliyofikiwa au changamoto iliyopo ili aweze kuchukua hatua stahiki. Na baada ya hapo atapokea ujumbe mfupi unaoeleza hatua iliyofikiwa au changamoto iliyopo ili aweze kuchukua hatua stahiki. Hata hivyo, NIDA imesisitiza kuwa huduma hiyo ni bure kabisa na inalenga kuongeza uwazi, kuboresha ufanisi wa utoaji huduma pamoja na kupunguza usumbufu kwa wananchi wanaohitaji taarifa kuhusu vitambulisho vyao. Ndugu Mheshimiwa mgeni rasmi. Kama mwananchi afahamu namba yake ya utambulisho yani NI number, kwa mfano umeshapata namba na huikumbuki. Mara nyingi tunawaomba katika namba hii ambayo nimeshaitoa ya, ya ya ya ya, moja, tano, mbili, saba, nne, tuna form zile ambazo wanaita enrollment form ambazo wanasajili unachukua namba, kuna namba imeandikwa enrollment registration ni namba ERN unaweza ukatumia hiyo namba na yenyewe ukaituma kwenye namba hii, itakuletea namba yako halisi ya NIDA. Vivyo hivyo mwananchi ana namba ya utambulisho ya NIDA na anataka kujua kitambulisho chake kama kimeshachapishwa. Kwa hiyo mtu huyo ataandika namba yake ya utambulisho, kama una namba tayari na unataka kujua kwamba, je, kadi yangu imeshatoka au bado? Kwa hiyo na yenyewe unafanya utaratibu ni huo huo, ambapo unaandika namba yako ya NIDA. Alafu unatuma kwenye hii namba moja tano mbili saba nne, na itakueleza kwamba kama kitambulisho chako kiko tayari na kama bado itakueleza. Ili kupunguza changamoto za kurundikana katika ofisi zetu za NIDA na kuwezesha wananchi kuweza kupata huduma zinazostahili.